Kwa hiyo niulize, yale mabomba huwa yanapasuka viongozi wakiwa wapo, nikija mimi yanajiunga yale mabomba, maji yanapita bila kupasuka, Mheshimiwa Rais. Sio kwamba kwamba mpaka Mheshimiwa Rais aje, mara kwa mara tumekuwa na usumbufu kwenye eneo hilo, mara kwa mara hata bila kuwepo kwe, viongozi mabomba hayo yanapasuka, lakini mkiyaunga huwa hayachukui zaidi ya wiki mbili Hayo mabomba yanaleta ya ya yana, yana shida huo mradi, huo mradi ulikosti kiasi gani? Ulikosti kiasi cha shilingi bilioni moja na milioni arobaini bilioni moja na, na milioni, milioni arobaini Ndiyo Mheshimiwa Rais, huyo muhandisi wa maji ambaye haonekani sasa hivi alikuwepo huo mradi ulipokuwa ukifanyika kifanyika, alikuwepo Mheshimiwa Rais. na yeye aliusimamia Mheshimiwa Raisi. Mradi huo ulikuwa na mtaalamu mshauri au consultancy. Ndiye aliyekuwa ame, amefanya kudisaini. Kwa hiyo atwende taratibu tu, mkurugenzi, ndio Mheshimiwa. Kwa hiyo mabomba yale ya ovyo yalipokuwa yanarudi yanaletwa hapa, yule mhandisi wa maji alikuwa anayapokea tu. Hilo sasa labda wa, mimi sio mtaalamu wa maji, mimi ni mchumi. Labda kitaalamu, mhandisi wa maji anaweza akatusaidia, kwa sababu ndio maana nakuuliza wewe, mkurugenzi, mhandisi wako wa maji yuko wapi? Anisaidie, yupo huyu hapa, mheshimiwa rais? Haya, aje anieleze sasa. Anajificha nini? kama ulikura, unasema tu nilikura, naomba mnisamehe, si basi. Eh, unaitwa nani bana? Injinia nani? Unaitwa injinia Marisa. Aya, injinia Marisa, shimboni boshe. Sisi jabe. Shini ngapi pesa eh? Kwanza washe shonko ore maji. Ndio pombe. Aya, nieleze huo mradi Shibu... kwamba kwa nini umekosti bilioni moja na arobaini umeletewa mabomba ambayo ni ya ovyo, hayawezi hayana uwezo wa kukeri kapasiti ya maji, kwa hiyo velocity ya maji inaposukuma hayana uwezo ule yanapasuka lakini yapo na fedha amelipwa na contractor amelipwa na wewe umekuwepo Mheshimiwa Rais kwanza nataka nieleze awale... tu ukweli usifiche chochote nataka nieleze yote ukweli mheshimiwa basi nitafurahi haya kwamba mradi huu kwanza ulisanifiwa 2009 wakati huo hata halmashauri hajawepo ya haja ya makambako na ulivyosanifiwa ulikuwa na ni mkataba wa milioni 467 ulivyoanza utekelezaji 2013 ambao ndio sisi tulikuwa tujamia tulembe 2014 mtaalamu salamu tuliyomkuta pamoja na mkandarasi tuliyomkuta wakaanza kutoa mapendekezo ya kubadilisha kile chanzo cha maji kilichokauka ambacho kilipelekea ule mradi tuende mbali zaidi. Tena tulienda wilaya ya Njombe kule, kilomita 15, zaidi na huko. Awali walivyoingia kwenye ule mkataba tayari utekelezaji ulikuwa umeshaanza, na tulivyohama design ya zile bomba ambazo za kilomita mbili zile zilikuwa ndani ya ile contract ya milioni mia nne sitini na saba. Kuhama sasa ilibidi sasa twende mbali zaidi. Kilomita zikaongezeka na gharama ndio hizo ziliongezeka zikatoka hizo milioni mia nne sitini na saba mpaka hiyo bilioni moja na milioni arobaini. Kwa maana hiyo kwamba na tulivyokuwa katika utekelezaji mkandarasi alianza kutusumbua. Kimsingi kwamba hatukumpa hata ongezeko la hela ambalo alikuwa anataka. Kwa maana nyingine aliondoka saiti kimya kimya na mkandarasi hata yule kwa awali ya kwanza naye alifukuzwa. Kwa wakati tunakuja kutekeleza, mheshimiwa rais, kule kwingine hizi kilomita mbili zimeshindwa kuhimili kama ulivyosema zile velocity, na tulizitolea taarifa, na ndizo nasema mkurugenzi, na tuliweka hata kwenye budget. Sasa ulivyoamuru tuhame kutoka kwa halmashauri, wakafuta kwenye zile budget, ndio tatizo lilokuwepo, mheshimiwa rais. Kwa hiyo wewe huyo kandarasi wa kwanza ni milioni 400, kwa hiyo huzitambui hata zile bilioni moja na arobaini alizozisema mkurugenzi, ambaye ni mtaalamu wa uchumi Mheshimiwa Rais, ni kwamba zilitoka bilioni mia nne sitini na saba kwa ongezeko lile ambalo liliongezeka, ndio zikasema hizo bilioni moja. Mimi nafikiri hapa kuna tatizo kubwa. Waziri, unalifahamu hili, nataka na wewe ubaki hapa ushughulikie hili tatizo. Haya, nendeni tu, mwisho mnaniumiza moyo tu, kwa sababu naona ni uongo mwingi tu unachezewa na huyu mwananchi amezungumza ukweli. Nakupongeza sana bana, bwana nani nani, jina Arbati. Mumlinde polisi wa hapa, asija akasumbuliwa akatafutiwa kesi akafanya nini. Nataka awe salama maisha yake, amezungumza kwa niaba ya Watanzania hawa wa Makambako. Swala la maji hapa, inaonekana kuna matatizo fedha zimetolewa, na ndiyo maana nimetolea mfano kwamba katika bilioni mia moja kumi na saba za miradi ya maji fedha halali ni bilioni kumi na saba zingine zote zimechapwa, na mradi huu umeanza, na waziri wa maji alikuwa ni wa hapa hapa, Siruenge, wewe ulikuwa waziri wa maji hapa. ila ninyi watani zangu Wabena basi, ninyi ni hatari. Makambako oye, ndugu zangu wa Makambako, ana tatizo gani huyo? Mwambie na yeye aje basi, wasije wakamuua, unajua <coughs> <coughs> wananchi wa Makambako, mwachie huyo. Watani zangu hawa Wabena huwa hawakubali mambo haya. Njoo bwana, njoo. Haya, mumuruhusu asogee hapa. Nimeshasema mumuruhusu aje hapa, mpelekeeni maiki. Haya, mpelekee maiki pale aeleze shida yake. Nimesema mumwachie, mumpe maiki aeleze shida yake. Nachen. Aya eleza shida yako baba wasije wakakuua bure. Wabena pena oye. Wakinga oye. Mheshimiwa, ndiyo. Tunaonewa vioto vetu vio tunanyamzwa na polisi. Wewe zungumza, tulia tu nimeshakupa ruhusa. Anza kueleza, taja jina lako. Naiko Zebedayo Mbilinyi. Unasema? Naiko Zebedayo Mbilinyi. Ndio Mbilinyi. Naishi Uluvambo hapa. Ndiyo, baba kuna eneo letu wanatuzungusha fidia, waambia nyumba zetu na miaka kibao, wazazi wetu wamekufa, bibi zetu wamekufa, tunaishi na mama zetu, wengine wazee sana wako hapa na watetee hoja zao, hii tuheshimiwa. Kwa hiyo eneo lako unadai fidia kwa nani? Wenyewe wa, wa wanakuja wa kila siku wanatuzungusha. Wanani hao? mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na mausidi hapa. Kwa hiyo eneo liko wapi? Ni hapa hapa. Hapa, hapa nyuma ya jukwaa. Hapa kwenye nyumba zinazojengwa. Huku nyuma ya jukwaa. Nyuma ya jukwaa wapi? Wapi mzee? Hizi hapo zimeboboka Ruvambo hapa. Lumumba. Ni Ruvamba Ruvumba. Lumumba. Iko wapi? Hii hapa. Sikuoni. Jamani mnionyeshe Ruvumba. Hii hapa hii. Hapa hapa, tuko simama hapa. Nyuma ya mahema hapa. Aha. Kwa hiyo kuna eneo lako lilichukuliwa. Tupo tu, tupo kama kumi na sita kumi na saba hivi. Aya mlichukuliwa na nani waliolichukua hilo eneo? Wanatuzuia tusijenge nyumba, wanasema ni eneo la polisi. Ni eneo la polisi. Ndio. Ah, kwa hiyo wewe ulivamia eneo la polisi. Hapana. Eh. Nilijenga kabla ya kituo cha polisi. Wewe umekuwepo hapo tangu mwaka gani? Wapo wakubwa zangu hapo. Ndio maana nakuuliza tangu mwaka gani? Wapo wakubwa zangu, mimi ni mtoto. Sasa kwa nini hao wakubwa hawakueleza? Labda mtoto, ndio maana unafanya ya kitoto. Tumezuiliwa leo unavyoona kama hivi, tunashikwa, tunapigwa, tunang'olewa nywele. Aya, sasa ngoja nikushauri. Ndio. Tumesema mmevamia eneo la polisi na polisi nao wanasema lao na wewe unasema lako, si ndio? Ndio. Basi ili naliacha chini ya mkuu wa mkoa, DC, na watu wa ardhi, ndio watasoma kwamba ni nani mwenye haki zaidi Umenielewa? Si kila kitu atakimaliza rais. Inawezekana ungekuwa umezungumza na DC au ukazungumza na mkuu wa wilaya au afisa ardhi, angekuwa amekueleza ukweli, tumekaa nao. saa e, sasa sio lazima kila kitu ushinde wewe. Ndio. Kwa hiyo viongozi, mtalishughulikia ili muangalie, muone nani mwenye haki. Kama polisi watakuwa wamechukua eneo la watu, hawajalipa wa compensation, ni lazima walipe fidia, kwa sababu kwa mujibu wa sheria kwa mujibu wa sheria ya mwaka tisini na tisa, sheria namba tano ya vijiji na sheria namba nne ya ardhi kifungu namba tatu g, ukichukua ardhi ya mtu yoyote bila kumlipa fidia, lazima umlipe. Lakini yule mtu naye akikukuta, hana mamlaka ya kupewa. Kwa hiyo hili ninyi mtaliangalia kwa mujibu wa sheria.